Nalo eneo la Pwani limefurika watalii wa kutoka humu nchini na nje huku hoteli zikijaa pomoni na baadhi ya wageni wakilazimika kutafuta nyumba za kukodisha. Wadau wanasema kuwa hali hiyo imesababishwa na kuongezwa kuna, kwa safari za treni, utulivu wa kisiasa na machafuko nchini Tanzania. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, hali ya usalama Pwani imedumishwa kwa kitengo maalum kikishika doria. Licha ya joto jingi linaloshuhudiwa Pwani, wageni wamewasili na kupiliza upepo mwanana kwenye sekta ya utalii. <mulia> watalii wa humu nchini wakifurika katika hoteli na fuko za bahari <mulia> kupumbaza fikra na kupiganyiwa pasi. Hoteli nyingi zimefurika watalii kuanzia Malindi, Mombasa na Diani, wageni wakijivinjari kwenye vidimbwi na wanaopenda utamu wa mchanga na maji ya chumvi ya bahari wakijimwaya mwaya. Asilimia sabini na tano ya wageni katika hoteli nyingi ni kutoka humu nchini, waliokosa hoteli wakijistiri katika vyumba vya kukodisha ili kusherehekea utamu wa pwani baridi, na pia kuona maeneo maeneo, manake huku huwa ni pazuri sana ukiliwaza Unaweza kuona fukwe zetu zimeweza kujaa. Katika mahoteli zetu tuna rekodi karibu asilimia themanini na tano ya wageni ambao tayari tuko nao na wameweza ku uh, confirm, uh, uh, kuwepo kwao, na tunatazamia kwamba huende idadi hii ya wageni ikaendelea kuongezeka. Kuongezwa kwa reli ya SGR kutoka Nairobi hadi Mombasa pamoja na matukio ya kisiasa nchini Tanzania yameonekana kuifaidia pwani hasa katika msimu huu wa sherehe. Uh, we are very grateful for the SGR and 2027. Polisi wameunda kikosi maalum cha kudumisha usalama ufuoni na kuwataka watalii wote kufuata kanuni zilizowekwa ikiwemo kuondoka baharini ifiki hapo saa kumi na mbili jioni. Ikifika e, jioni saa kumi na mbili kamili, hatutaki kuona mtu kwa bahari. Filimbi itapigwa, kila mtu atoke kwa bahari. KWS wako na clear instruction. Tuko na tourist police hapo, tuko na OCS wafanyabiashara wanalalamika kuwa reli ya SGR imekuwa mwiba kwao na kuwapunguzia idadi ya wanaosafiri kutoka Mombasa. Sahii ameongeza classes nyingi kabisa, ambapo sisi abiria ambao walikuwa wanakuja hapa siku za wako wako SGR wote, kumaanisha sisi sekta ya matatu anaimaliza. Francis Mdolaki Ringa ya Citizen.